Hakuna cha kazi ngumu, mbona mi nkija hapa kijueni naambiwa umepakia. Leo umeenda huku, umeenda huku, umeenda huku, kwanza nakuona mwenyewe tu hapo na miguu yako. Pikipiki iko wapi? Ah, pikipiki nimeiacha kaoshi hapo, inapigwa maji, maanake ilikuwa imejaa tope mwanangu. Sema unazingua bwana. Kuwa makini mwanangu. Maya mm. Unajua mama ameshafika nyumbani. Wow. Hey, kwa hiyo sasa nataka niandae siku nzuri, siku special, nikupeleke nga kutambulisha mm. Ninavyomjua mama yangu akikuona atafurahi <laughs> uh, sana, na mimi nitafurahi sana kumwona mama mkwe. Sinakwambia usi na pressure. Mimi nitaandaa siku nzuri, tena cha kufanya vile vitu vyako unavyotupiaga vangu upendeze. nin mk... nini niutokeleze, ili takikuona simu ukeli mtoto wa mwanangu. kwa nini si sasa hivi? Bwana, imeisha kama unavyonijua, sijakusema katika hilo swala. Ntavaa siku nitapendeza, mwamko mwenyewe basi. Tuakiniona mimi nikaandaa siku nikupeleke. Haunidanganyi? Usidanganyi, unanijaza upepo tu hapa. <laughs> Hamna bwana, sikujaziukepo kwey. Ni achie mimi hilo swala, sawa? Sasa ya kufanya nomba tuwaili, sawa? <tipos> Alirudi amelewa sana, nilimsukuma sababu nilikuwa najitetea, ningefanya nini Prince? matokeo ya kile ulichokifanya yameniathiri mimi kwa kiasi kikubwa sana. Nikijitazama najiona ni kijana mdogo ambaye tayari nimekwisha haribu picha yangu. Kwa hatua niliofikia, siwezi hata kufanya kazi pasipo kutumia kilevi tena sana sana ni pombe. Ina maana mpaka nitakapofikia uzee wangu sijui nitakuwa katika hali gani? Uliua kwa bahati mbaya ama uliua kwa kukusudia, bado haiwezi ikabadilisha mabaya yako na kuwa mazuri, bado utabaki kuwa ni muuaji na mimi binafsi sitaki kukuhukumu kwa kile ulichokifanya, kwa sababu naamini ulikuwa na sababu nzuri ya kufanya hivyo hata kama ulifanya kwa kaka yangu. Kuna kitu kimoja ambacho tunaweza tukakifanya at least, nadhani tuna nafasi ya kudumisha uhusiano wetu na tusiwe tena mashemeji kama vile ambavyo tumezoeana. Unajua, mimi nitakuwa ni nani? Mimi nawe ni maadui ambao hatuja kutokea tangu dunia ilipoanzishwa. Naam, safi. Habari niambie. ah, mpenzi wangu jalala mpaka sasa hivi. <laughs> Kwanza umelala na nani hapo, mbona sauti imekuwa nzito? Ila mpenzi wangu yeye, unajua mpaka nimekupigia simu muda kama huu, kuna vitu ambavyo vinanifanya mpaka nishindwe kulala hivyo mtoto amejifunza wapi yaani? <laughs> unajua mapenzi ni unajua, mahaba kiukweli, mpaka mtoto wa kiume nashindwa hata yaani, mpaka nashindwa hata kujielezea. Ni unajua kunikosha kiukweli, mimi naenjoy sana ile mapenzi yako, yaani sijawahi kukutana na mwanamke kama wewe tangu nimezaliwa. Ni unajua kunifanya mpaka mtoto wa kiume nafika kileleni. <laughs> Yani, unajua kitu kimoja, kuna nake ingine. Yani wapo ving'ang'anizi, ving'ang'anizi, yani mwanamke akiamaku kuganda kama luba, kwanza awavutii, awajui mapenzi wapo, wapo, yani wachafu, awajitunze, yani wako ovyoovyo mpaka unasema huyu mwanamke mi nimepewa bure au nimemfata mi mwenyewe. <laughs> Ke, Mungu, nikwambie kitu kimoja maya unajua sana mapenzi, unajua kunitunza mtoto wa kiume, mpaka nikasema hapa natunzika. Anakupenda sana mpenzi wangu, yeye nakupenda mpaka anakupenda tena, unanikosha. Basi sawa. <coughs> mi naomba nikuwache upumziki na siku choche, nadhani kesho asubuhi tutawasiliana. I love you too. Haya, bye. sina mwisho. Waenga walisema uwezi kupanda usichokivuna. Waenga walisema nyuma ya pazia kuna mambo mengi, usaliti. Yani mama, ndo hivyo. Afu, ulikuwa na jambo kidogo, nilihitaji tuzungumze. mm -hmm. Jambo gani hilo saa Unajua mama, kuna binti ambaye mimi nipo naye kwenye mahusiano kiukweli, yule binti nimetokea kumpenda sana, yaani ni mwanamke ambaye mnyenyekevu, mpole, ana heshima, mzuri. Mimi mwenyewe mwanao nimetokea kumpenda sana, nikasema yule binti siku moja nitamkutanisha na mama angu. <coughs> Simon mwanangu, utafanyaje wakati wewe uko ndani ya ndoa mama? Mwanamke huyu niko tayari hata kuvunja ndoa yangu, kwa maana na sifa zote ambazo wewe unazozihitaji mama yangu. Kwanza, yani, najiuliza kwa nini hata nilichelewa kumjua huyu binti. Sijui alijificha wapi, sijui alichelewa wapi mpaka nikachelewa kumfahamu. Kiukweli ni binti mzuri, mpole, mwenye kivu, mwenye maadili yote ni amefunzwa kwao. Natamani hata nikukutanishe naye mama yangu. Ah. Basi sawa. Tafuta siku nikutanishe naye, maana nimechoka kuona mzigo wako humo ndani. Sawa mama, umefurahi kusikia hivyo? <laughs> Ila Simon wewe, yani ningechelewa kukuzaa hmm, nadhani mimi tumbo langu liko, ungekuwa ni vurugu vurugu tu humo ndani. Fanya hivyo baba Sawa. Tuko pamoja, ndo kama hivyo shoga yangu. Sasa sasa hivi mambo yamebadilika ndani kwangu sasa hivi furaha, amani, vicheko kama vyote, sasa hivi mambo ni murua, mambo lelelele lele. Wee. Sasa <laughs> Ah. Mi na kitu cha kusema zaja kusema mi nafurahia mapenzi kweli, yaani kiukweli, sasa hivi najikuta nampenda kano kiasi kwamba hata siwezi kuelezea mwimu. Kama furaha ipo, basi maisha yanaendelea au nasemaje? <laughs> <laughs> acha tu mi nikuwa nina safari yangu. <laughs> Tukutana tu kwa bahati mbaya, eh <laughs> haya, umemwaga shina ja ti unazungumzia kwenye swala la zima la kuwaga la kuomba ruksa, yaani ninavyokuambia tana nguo kanichagulia yeye. Eh. <laughs> <laughs> Bwana mimi nawaye. Haya poa. <wae. laughs> Hiyo hela hiyo yu, hakikisha mamangu anakula vizuri, anakula kwa wakati, sitaki achelewe kula. Jitahidi upike chakula kizuri, ndio maana nimekupa hiyo hela. Na hii hapa utampe ule kijana, kuna mzigo atenda kunifuatia, unaelewa mume <tipedio> wangu, jamani nilikuwa naomba nisaidie hela usafiri nitakapokuwa naenda kliniki. Yani mwanamke, kwenye swala la hela, mbona unapenda hela kiasi hicho? Yani ukishaona hela tu, macho yote nakutoka huyo. Apo hapo upande pikipiki hapo, fanya mazoezi, tembea kwa mguu bwana wewe. Mbona zako unafanya mazoezi hapa? Sina hela, sina hela, yaani sina hata buku hapa. Sina hela, sina hata senti tano. Lakini mume wangu, kule ni mbali, nikatua

sina mwisho. Waenga walisema huwezi kupanda usichokivuna. Waenga walisema nyuma ya pazia kuna mambo mengi, usaliti na mateso, maumivu na mapenzi, kama kama kawaida

Aya, mpenzi wangu, safi utu. Habari mimi, naendelea vizuri, sijui wewe okay. Uliniambia laki moja eh? Basi saa, mpenzi wangu, nitakupatia mimi. Naona nikikutumia utakuwa na makato mengi. Cha kufanya, subiri nichukue pikipiki ili niwahi nikuletee hapo, au wewe unaonaje? Sawa basi, na shida, muda si mrefu nakuja hapo. Haya, sawa.

jua kila siku ninavyokwambia ninavyokuelekeza, kwenye kichwa chako utakuwa unawaza vitu vingi sana kuhusu mimi, na usikute unaniwazia muda mwingine mabaya. Lakini mdogo wangu, nataka nikuweke sawa, umeelewa? mm -hmm. Hey, nataka nikuweke sawa mdogo wangu. Mimi yote ambayo nakwambia, sio kwa ubaya, nakwambia kwa uzuri, kwa sababu mdogo wangu, nakupenda na nakujali, umeelewa? Okay. Na wala ningekuwa mimi sikupendi, basi hata kukaa hapa nisingekuwa nakaa na wewe. Hivi ka unaona mi sina akili eh? eh? unaona mimi sina akili si ndio? Sasa ulikuwa unajifichaficha sana, leo nimejua pumbavu wako. Sasa nataka nikwambieje mimi siwezi kuwa na wewe hivi. Kichwani kwako kuna akili kweli sawasawa huko eh? Yaani unavyoniona mimi hapa naweza kuwa na wewe bodaboda kama ambavyo ndugu zako wengine hawahitaji kabisa kukaa na wewe lakini mimi sio hivyo. Natamani mdogo wangu uishi maisha mazuri, natamani mdogo wangu, yani, usiwe mtu wa ovyo basi. Kama mimi, njia yangu nimekosea, sitamani na wewe tena ukosee, na ndio maana kila siku tunapishana kwenye kuelekezana, lakini mimi nakuelekeza, nina maana nzuri na kutakia mema soma mbaya. so, nanielewa mdogo wangu. Nakuelewa mm hivi -hmm. Unafikiria mimi marafiki zangu nitaambia nini? mashoga zangu wote nitawambia nini eh? Yaani mimi kweli Kanu, siku zote nakuuliza, unafanya kazi gani, unafanya kazi wapi, uniambii. Sasa leo ndo nimejua unajisikiaje. Kwa mfano sasa nataka nikuambie neno moja tu Kanu, nataka nikiondoa mguu wangu kwenye hii nyumba nazungumza nikiondoa mguu wangu kwenye hichi kijumba, sitaki unisumbue, sitaki simu zako, sitaki meseji zako, sitaki maujumbe yoyote yanayosababisha mimi nirudi kwenye hii nyumba. sitaki usumbufu Kanu. Mimi siwezi kuwa na wewe tena. Hebu nisikilize basi japo kidogo, hicho tu ambacho mimi napenda nikwambie, kwa unapenda ukae hivi kwenye mstari. Naelewa, nimekuelewa dada, asante <laughs> asante <laughs> naona hiyo umenielewa, ni fupi. Ah, nimekuelewa dada wangu, asante kwa maza yako kuel nimekuelewa, dada, yote ulioniambia nimekuelewa na nitayafanyia kazi haya. <sighs> Maya, mdogo wangu, nashukuru kama umenielewa na amekuingia akilini, sawa. Hmm. <laughs> Ai, leo tunafanyaje sasa? Unapika au niende mimi jikoni? Ah, naenda mwenyewe. Mara mwisho mimi ndo nilipika. Tena ukitambaka chumbani. Leo nataka mimi ni boss lady. Unajua hakuna kitu kinaumiza katika maisha kama unapambana sana na huoni mabadiliko yoyote, ya. Eh? Hebu nisikize japo kidogo basi. Boda boda nayo ni kazi kama zilivyo kazi zingine. Na ndiyo maana mimi nilikuwa na, na kuficha. Eh? Kani. Narudia tena.

sina mwisho. Waenga walisema huwezi kupanda usichokivuna. Vipi, mbona haraka haraka unafungua mlango wangu bila taarifa? Vipi, ndani tu ya ndani tukiongelea. Tulia bela, hapa ni nyumbani kwangu, so lazima tuingie ndani. Huko ndani kuna shemeji yako. Aya ha, tuongelee hapa nje. Mti we una roho mbaya sana. Yaani mimi huko nyumbani pamenichanganya sana kiukweli. Yaani hapa unavyoniona huu mguu ni hapa kwako. Yaani kanu kanivuruga, hmm. Yaani nyumbani kwangu pamekuwa sio, kitu gani jamani? Si nimetoka kuongea nao, ananiambia na kanu sasa hivi mambo poa. Yaani bora hata ile safari nisingeenda ti, kwa sababu ile safari ndio imezaa yote hii, safari ndio imetibua ime kila kitu. Safari hii imeniharibia siku yangu yote. Shoga yangu pole, kwani kuna nini hivi? tu utaamini kama kanuni bodaboda kweli? <laughs> Shoga yangu, kwani bodaboda sio kazi? Mtu unataka akuhudumie ufanyiwe kila kitu, hana kazi akae nyumbani, bado ukapata kazi, bado unaona bodaboda sio kazi? Sasa bodaboda kama sio kazi, shoga yangu, unaenda pi na mabegi yako hapa kwangu dada? fanya uende, hapa kwangu sipokei watu ovyo ovyo, fanya uwende. Unanitazama nini? Wesi, unajeuri. bodaboda sio sio kazi? Sasa hapa kwangu moja kufanya nini? Dada, changanya mbaraga hizo, nenda, mimi sikuhitaji. Hapa ndani kwangu mina mambo yangu kibao, mi kwanza kuulisha watu wawili wawili, savaka mwenzangu. Hata mi siwezi yaani, sijui kama huko umemuua mtoto wa mtu au umeiba Unakuja unakimbilia hapa kwangu, afu mimi nikupokee? Dada changanya mbaraga zako, naomba uondoke. Embu bwana.